Elimu ni ufunguo wa maisha lakini ujuzi ndo unaokuwezesha kufungua na kuingia. Januari mwaka elfu mbili na ishirini na nne, serikali ya Tanzania ilianza rasmi utekelezaji wa elimu ya amali kwa shule za sekondari, ikiwa ni utekelezaji wa sera ya elimu ya mwaka elfu mbili na kumi na nne toleo la mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Sera hiyo inalenga kuimarisha utekelezaji wa ujuzi wa kazi na kujiajiri kwa wahitimu kwa kuunganisha mafunzo ya nadharia na vitendo. Elimu ya amali inawapa fursa wanafunzi ya kujifunza kwa vitendo katika sekta mbalimbali mbali za uzalishaji viwandani, shambani na utoaji wa huduma. Shule tisini na sita tu ndizo zilizochaguliwa kwanza kwa utekelezaji wa elimu hii, hii ikiwa ni hatua ya awali, shule sitini na nane zikiwa za binafsi na shule ishirini na nane zikiwa za serikali. Shule ya Sekondari Mafiga ni miongoni mwa shule ishirini na nane za serikali zilizochaguliwa kuanza utekelezaji huo, na hii ikipangwa mkondo wa kilimo kwa sasa. Imepita miezi kumi na saba tangu serikali ianze utekelezaji wa mtaala mpya wa elimu ya amali kwa shule za sekondari nchini na idadi ya wanafunzi wanaochagua kusoma elimu hiyo katika mkondo wa kilimo kutoka shule ya sekondari Mafiga ya mkoani Morogoro imeongezeka kutoka wanafunzi hamsini na wasita wa mwaka elfu mbili na ishirini na nne hadi wanafunzi mia moja na kumi na wanane wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Darasani wanafunzi wanajifunza kwa nadharia kabla ya kuenda shambani. Safari ya kutoka shuleni kuelekea Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo Morogoro inaanzia hapa. Nimefika katika Shule ya Sekondari Mafiga na kuungana na wanafunzi kuja katika Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo hapa Morogoro, Kuja kushuhudia ni mambo gani ambayo wanafundishwa kwa vitendo. Na hapa wanafunzi wamegawanyika katika makundi matatu. Lipo kundi ambalo lenyewe linajifunza masomo kwa upande wa mifugo, lakini wapo wanafunzi ambao ni kundi la masomo ya kilimo cha bustani, lakini lipo kundi ambalo lenyewe linajifunza mazao ya biashara kama vile mahindi na mazao mengine moja kwa moja basi, nikupeleke mtazamaji kwenda kushuhudia kile ambacho wanafunzi wanafundishwa hapa. Katika shamba la mifugo, wanafunzi wanajifunza kwa vitendo, wanajifunza vitu vingi, kuna ufugaji wa ng'ombe, mbuzi, kuku, maga mingi enda kujaribu nyumbani. Kwa mfano nkafuga kuku e, naweza nkapata hela mwenyeani bado mdogo hivi, na nkikua naweza nkaanzisha tu maisha yangu amasomo yana tija ah. Uh, mimi yani, kwa mimi hapa na, naona kama sijaona changamoto ila sijajua kwa wenzangu uh, production na agriculture science ile mkazo, kwa sababu ndo maisha yetu ya kila siku eh, na business study, kwa sababu kesoma production na ukisoma business study hapo lazima tutatubua mwenye, kama juhudi zako darasa mtatubua, kwa sababu business study ile pale ni biashara zaidi, na unafanya yani, unafuga mifugo yako kwa sababu ya biashara eh maka utajua jinsi gani nitameneji kuku wangu na nitauzaji na nitapataji faida. Si tunashukuru serikali ya mama Samia kwa kuanzisha mtaala mpya, kwa sababu yani tunasoma vitu yani tunavielewa vitu na tunajua tunaenda kufanya nini. Mpaka sasa hivi elimu ya amali imeninufaisha kiupande wangu katika kujifunza kwa vitendo kama practical hizi kufanya castration, nimejua kwamba mnyama anahitajika kufanyiwa kitu fulani au kuhendo au kumeneji kwa njia ipi. Au sehemu mimi nilipanga nikwa mkubwa niwe daktari mkubwa ila, kwa hii amali imenifanya mpaka niingie katika umkondo, kwa sababu anafanya vitu kipractical zaidi. Alafu nimepanga nika mkubwa niwe daktari mkubwa wa wanyama. Faida nyingi ziko nyingi nizozipata. Kwanza nimejifunza huduma kwa wanyama And the domestic animals goti. Nimejifunza vitu vingi sana katika ya amali katika maisha yangu ya kila siku, itanisaidia kwa kiasi kikubwa kwa sababu nishajifunza kwa vitendo. Kwa hiyo naweza nikachukua mifugo yangu, kwa mfano kwenye potri, ufugaji wa kuku, naweza nikafuga mwenyewe nyumbani na nikaingiza kipato. Ninataka niwahamasishe kuingia katika hii amali mali kwa sababu amali inamjenga mtu katika njia sahihi, na nakuwa na confidence ya kufanya kitu fulani. Kwa mfano ukwenda kuanzisha famu yake, hata kama ni kibustani kidogo, unaweza ukafuga wanyama wako. Kwa mfano unaanza na kuku kifaranga, jinsi unavyofundishwa ku manage, ndio vile unapata maarifa mengi zaidi. Kwa hiyo na washauri wazazi, walezi, waanzishe wa watoto wao katika mkondo wa amali. Wanafunzi wakishatoka hapa, huwa tunafuatilia kwa kuwa kuna mitihani wanafanya. A, tunaangalia je, tulichowafundisha wanakipata au wanakielewa na kukifanya kwenye mazingira yao ya kawaida, na pia wakija hapa tunaangalia walichokisoma darasani wanaweza kukifanya. Wakifika hapa, shughuli ya kujifunza inaendelea pia. Katika shamba la mazao, tupo hapa na wanafunzi wa amali kutoka shule ya sekondari Mafiga kwa hao wanafunzi wame specialize au wanasoma na field crops, yani uzalishaji wa mazao ya shamba. Kwa tuko nao hapa kwa, kwa tangu mwaka jana tulikuwa na au ni kidato cha pili tulikuwa nao tangu mwaka jana pia, wako kidato cha kwanza, lakini walishawahi kufika na tukawafundisha, ila kwa leo tulikuwa tunaendelea nao kwenye kipengele cha upandaji, namna ya upandaji ambayo tunaita seed sowing, planting and transplanting. Kwa hiyo tuko nao, tumewafundisha namna gani upandaji unaweza kufanyika, tukitaka kupanda, vifaa gani vinatumika, vifaa gani vinahitajika ili tuweze kupanda na aina mbalimbali za, za vitu vinavyotumika kupanda. Nimejifunza vitu vingi sana, mfano land preparation, na nimeshajua jinsi ya kuandaa shamba, nimejua mbolea gani nzuri kwa mazao gani, na nimeshajua katika udongo nini kinahitajika zaidi ili kupatia ule mmea wangu, vitu vingi sana nimejifunza. Inatupa motisha kwa sababu tunaona hawa wakubwa wetu waliotuzidi sisi wanavyofanya practical huku, na sisi pia tunatamani kufika kama wao ili kujiendeleza zaidi kama wao, na tunafaidika kwa wanavyotupa practice kuliko kusoma darasani kule tu, tunaelewa lakini hatujajua bado jinsi ya kufanya practice wenyewe. Tunapokuja huku tunapoelekezwa na tunafanya practical wenyewe na tunajua katika kutengeneza seedbedi, tunainua mita ngapi. Tunajua nimenufaika. Kwa mfano pale kwetu nimeandaa kibustani na inanisaidia kwa mia mbili mia tatu, na pia mama angu anapata pale pale mboga ya kwa ajili ya kula. Unajivunia kuwa mkulima? nilichojifunza ni nimejifunza vitu vingi, namna ya kupanda mazao kuyajua kwaya, na namna ya kuya manage, yani kama ukipanda hivi shambani una control wadudu gani nini. Unajua mimi ndoto yangu ilikuwa kuwa mm, ndoto yangu mm, ilikuwa kuwa mwanajeshi na hiyo hiyo kulima, mwanajeshi na kilimo. Nimeanzisha bustani na mimi sio bustani ile, shamba e, shamba ile baba kanunulia lina, lina mahindi na maboga majani ya maboga. Kilimo sio maskini, kwa sababu kuna watu matajiri kabisa duniani hapa wanajulikana, wanatumia shughuli hizo za kulima. Kama ubalesa huyu, si ana mashamba ya minazi e? Mbona kwa tajiri, sio maskini yule, eh, naye alianza huku huku mbali kabisa kwenye kulima, eka ngapi hizi, kaja sasa hivi ana mashamba makubwa, yani ana mashamba ngano vitu kipa, yani vitu vingi. Mimi nataka kuwa afsa kilimo na mfanyabiashara kama Baresa. Kitu ambacho tunakwenda kujifunza ni kitu cha msingi sana, tunapozungumzia nasari menejimenti. Sawa, ichi ni kitalu cha miche ya matunda na <coughs> ni miche ya matunda ya aina mbalimbali kama mnavyoangalia hata kuna miche, matunda, embe, kuna miche ya matunda aina ya embe mfano wake nimeushika. Lakini pia kuna miche ya matunda jamii ya mchungwa kama ambavyo mnaona hata kuna pomelo mm -hmm. Hapa ni katika kitengo cha bustani wanafunzi wakipewa ujuzi. Niuliza, mimi naweza nikasema kwamba ni kwamba mtaala huu umechelewa, ulitakiwa kuwepo miaka ya nyuma, lakini mapokeo ya wanafunzi ni mazuri. na unajuaje kwamba mapokeo ya wanafunzi ni mazuri? unapokuwa unawafundisha, jinsi wanavyopokea masomo, wanapokea kwa furaha na hata ile zana ya kilimo hawaitazami tena kama maumivu au utumwa fulani, bali wanachukulia kama taaruma ambayo wakienda kuifanyia kazi kuna faida kubwa sana, na mabadiliko makubwa wanaenda kuyaleta kwenye jamii na serikali kwa ujumla. Baada ya miaka minne, nawaona wakiwa mbali. Kwanza ninawaona wakiwa ni wataalamu ambao wana ujuzi tena, wakiwa ni watu mahiri kabisa ambao wanaweza wakaandaa mashamba yao makubwa kabisa na wakatoa ajira kwa watu wengine. Lakini kama si hivyo tu, kwa wale ambao watachukua mlengo wa kutaka kuajiriwa na serikali au taasisi binafsi, nafikiri serikali itakuwa imeandaa wataalamu ambao wamebobea na una umahiri wa kutosha, na watakwenda kuleta tija na mapinduzi kwenye sekta kubwa na sekta nzima ya kilimo. Tumeanza kufundishwa namna ya kuandaa shamba, yaani unaanza kuandaa shamba na kuliweka vizuri, kulilima ili kufanya udongo uwe sawa, alafu tukimaliza ndo tunaanza kupanda. Kilimo cha bustani kina faida nyingi katika jamii, mfano mm, kilimo cha mbogamboga kinatusaidia katika kwa yani, kwenye jamii kinatumika sana, mfano mbogamboga, matunda yanahitajika sana katika jamii. Ndoto yangu kabla sijaanza form one ilikuwa nisome ili nije kuwa daktari, lakini baada ya kujua kuna mtaala wa amali nikatamani kuja kuwa afisa kilimo. Baadaye nitarajie kwamba nikimaliza form 4 nitakuwa na, na shamba langu na nitakuwa nikifanya masuala ya yani kulimalima mboga, matunda kwa ajili ya kuuza nikimaliza shule. Kilimo ni wana tunaweza tukalima hata kama una pesa unaweza ukalima, lakini sio peke yake ambao ni maskini peke yake ndo anaweza wakalima, wakalima shamba, lakini kilimo kinatusaidia wote kujiingizia kipato na pia kuwaajili hata wengine baadaye. Tunasoma jinsi ya kuandaa shamba na kulitengeneza na jinsi ya kupandikiza mimea. Nimeelewa jinsi ya kuandaa shamba ili nikishamaza shule naweza ngajiajiri mwenyewe au nkaajiriwa kwa nyumbani nimeenda bustani kutoka tunavyojifunza ili vikisha bustani, ukishaendelea vizuri kikua na kuja nauza napata kipato. Walimu wanasema mwitikio wa wanafunzi ni mzuri. Mwitikio ni positive, kama tunavyojua kitu kinavyoanza mwanzoni, mwitikio unaweza ukawa ni sio positive kwa asilimia kubwa, lakini ukikompea wanafunzi walioko kidato cha pili na kidato cha kwanza namba ya wanafunzi inatofautiana, wanazidi kupata uelewa kuhusu amali, lakini pia wazazi nao wanapata uelewa zaidi kuhusu amali. Wa watoto wanakuwa more interested zaidi wakifanya practically kuliko theory. Kwa hiyo wanapokuja shambani wanapata uelewa zaidi kuliko pale ambapo unakuwa unawafundishia darasani theori tu. Kwa hiyo mwitikio ni positive na ni mzuri. Ukiangalia wanafunzi ni wanafunzi wa mjini, lakini hawaoni kilimo kama kitu cha ajabu kwanza cha kushangaza siku ya practical huwa anafurahia sana kuja huku shambani kufanya practical. Wengi wako more interested kwa sababu wanaona ndoto zao zinatimia, kama walivyosema. Kwa hiyo hawaoni kilimo kama ushamba, ukilinganisha na wanafunzi wa zamani. Hali mwitikio ni mzuri, wanajitahidi wame, kabla ya kuingia kwenye hii mikondo, alipewa elimu kwanza, kuingia kwenye hii mikondo faida za kuingia kwenye mikondo watapata manufaa gani, kwa baada ya kupata ile elimu walifanikiwa kujiunga na hiyo mikondo ya amali. Au faulu ni mzuri, japo si ndo wa kwanza kuanza. Kwa hiyo inatakiwa tuweke juhudi kubwa, lakini wanajitahidi sana kwenye mambo ya kusoma. Naamini mpaka watapokuja kumaliza form 4 hii mikondo itakuwa ina manufaa makubwa, kwa sababu atakuwa na uwezo wa kujiajiri, wanaweza kuanzisha famu zao mbalimbali kufanya ubunifu. Yeah. Ni... shule hii ipo chini ya uendeshaji wa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo, Morogoro. Ah, Figa Sekondari ni miongoni mwa shule za serikali ilizoteuliwa kwanza mta, kutekeleza mtaala mpya wa mali mkondo wa kilimo mwaka 2024. Tulipopokea kwanza kwanza, ilikuwa kushangaza kwanza mtaala mpya, lakini tulipata changamoto pia kuwapata watoto kwa sababu wanapangwa wa kawaida e, wanakuja wakiwa wajui kwamba wanakuja kusoma hiyo amali. Walipokuja tulibidi tuwaelimishe kwamba mkondo wa amali unamaanisha hiki na hiki na hiki, na hapa amali ni ya kilimo ikiwa na fani zake hizi na hizi. Tulipoelimisha wakaelewa, basi tukawaambia waende kuelezea kuwaambia wazazi wao. Baada kuambia wazazi, wazazi wengine wa walielewa, wengine hawakuelewa, lakini mwisho wa siku nikaitisha kikao cha wazazi waelimisha kama nilivyoelimisha wale watoto, tukafikia sasa maafikiano kwamba wale walioridhia rivia wakaanza watoto wao kusoma. Ndio maana tukapata watoto hamsini na sita ambao wako kidato cha pili kwa sasa. Kwa hiyo watoto walipokea vizuri, walipenda, sababu ni kwa utashi wao, waliingia kwa utashi wao waku, baada ya kupata elimu wakashawishika, wakaingia. Kati ya watoto mia nne walioko form 2 watoto hamsini na sita ndio waliokubali kuingia pale na walifurahi. Kwa hiyo wakawa wengine wanataka kuingia baadaye, kwa sababu sasa tumeishafunga kutokana na pia uwezo wa miundombinu. Kwa watoto walifurahi, pia wazazi walifurahi. Wazazi ndio maana umeona mwaka jana na mwaka huu kuna utofauti. Sasa hivi wako mia kumi na nane, mwaka jana walikuwa hamsini na sita. Kwa hiyo ni kama mara mbili watoto, mwitikio mzuri. Wazazi pia mwitikio ni mzuri. A, utekelezaji wa mtaala wa amali kwa mafiia sekondari bila chuo kwa sababu ni mtaala wa kilimo, shule hii na ukubwa wa ekari kumi na mbili haina shamba, haina karakana, haina matekinishi. Ni kwa hiyo chuo kilipo. Baada ya kuanzisha huo mtaala, serikali iliona hilo kwamba kwanza shule ko kwa mjini, lakini haina miundombinu husika kutekeleza kilimo, ikaweka shule kule leo na chuo ilipoweka lile pale kupitia kwa mkurugenzi wa manispaa ya Morogoro akalipa msukumo mkubwa na viongozi wote, kwa sababu miundombinu haipo na watoto wameshaanza kusoma, basi chuo na chenyewe kilipokea kwa mikono miwili ombi hilo la serikali kikaanza moja kwa moja kusaidia shule. Miundombinu ya hizo sehemu za kufanyia practical ziko mbali, lakini chuo kachukua hatua za maksudi za kutoa basi aina ya tata linabeba wanafunzi kila siku ya Jumanne na siku ya Alhamisi. Mafuta ni gharama ya chuo, dereva na kule wanakoenda kufanya practical, yale mashamba hawalipi, ni gharama. Tuna technician kila kitu ni wao wenyewe, chuo cha Sokoine. Kwa hiyo mashirikiano yetu ni mazuri sana kupitia makamu mkuu wa chuo, tunamshukuru sana kuwezesha utekelezaji huu, kwa sababu bila chuo cha Sokoine utekelezajingine usingewezekana navyoamini, kwa sababu ya uhalisia uliopo kwa shule hii, na naamini lengo tulilopewa na serikali sisi kama walimu ni kuandaa vijana kujiajiri. Tulipata ugumu sana kufundisha wanafunzi yale masomo ya mtaala uliopita, hata wanaoendelea tunapata ugumu sana, hasa kwa changamoto ya ajira iliyopo kwa sasa hivi kwa nchi yetu. Lakini hawa watoto sasa hivi wanachokisoma ni kitu ambacho anaweza kukifanyia kazi na akaweza kujiajiri kupata kipato au kuajirika haraka sana, hata kisha kidato cha pili, Mungu asimsaidie, akaendelea tayari anaweza akauza duka la agrovet lakini shambara, anaweza kusimamia shamba la mifugo, anaweza kusimamia bustani na e, pia anaweza kusimamia hata kuendesha wewe mwenyewe kilimo bila kuajiriwa. Kwa hiyo hiyo na maana tunaandaa watoto ambao akimaliza kidato cha nne, atakuwa na ujuzi wa kumsaidia kuishi na kuendesha maisha yake pia pia kusaidia wengine. Hiyo mi naona kama ni faida kubwa sana, na tungetamani sana shule nzima watoto wanaosoma waweze kusoma mkondo wa kilimo, sema tu miundombinu haitoshelezi sisi kama SUA tuliomba ile shule serikalini, kulikuwa na shule nyingi, lakini serikali ikatuchagulia miongoni mwa shule tulizoomba ikiwemo na Mafiga. Kwa serikali ikatuchagulia Mafiga Sekondari kuwa shule ya mazoezi ya SUA ili tu ili wanafunzi wetu waalimu waweze kufanya mazoezi kwa vitendo katika shule ya sekondari Mafiga kwa hiyo serikali nayo baada ya kuanzisha mitaala mipya hasa hii mitaala ya mkondo wa amali kwa vile ina, ikaona chuo kikuu cha Sokoine inatoa wataalam wa ualimu wa kilimo. Kwa hiyo ikaona ni vyema ile shule ikabidhiwe chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo, kwa sababu ina wataalam katika nyanja ya kilimo na ikawa rahisi zaidi katika utekelezaji hasa wa kuwafundisha wanafunzi wa sekondari kupitia vitengo vya SUA kwa sababu e, mtaala mpya wa amali ulipoanzishwa, e, chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo baada ya kupewa shule ya sekondari Mafiga, e, Mafiga sekondari ilipewa jukumu la la kuwa na mkondo wa amali wa kilimo na kulikuwa na mikondo mitatu. Katika hiyo mikondo mitatu, mmoja ulikuwa ni wa uzalishaji wa wanyama, yani animal production. Wa pili ulikuwa ni uzalishaji wa mazao, yani crop production, na wa tatu ni, ni, ni kilimo cha bustani na mboga mboga, yani horticulture. kwa hiyo hivi hii eh, mikondo yote mitatu eh, ina ipo pale, ina vitengo pale hapo chuoni, kiasi kwamba ni rahisi kwa wanafunzi wa sekondari kuweza kupata elimu kwa vitendo kwa pale chuoni na wanafanya practical zao yani, eh, wanapata elimu ya vitendo wakienda katika hizo sehemu tatu tofauti kulingana na ratiba yao iliyopo pale chuoni. Kwa hiyo chuo cha Sokoine kinatoa usafiri kwa ajili ya kuwapeleka wanafunzi field katika maeneo hayo matatu niliyoyasema na kuwarudisha baada ya kumaliza, eh, practical training zao. Kwa hiyo hili linasaidia vijana wetu waweze kupata maarifa na ujuzi mzuri ili waweze kujiajiri na kuajiriwa na kuendana na, na soko la ajira kwa sababu eh, vijana wanapopata ujuzi ni rahisi kujiajiri kwanza hata kabla ya kusubiri ile ajira ya serikali. Na kitu kingine eh, chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo kama kilivyo na jina lake, kina wataalamu wa kilimo. Kwao wanafunzi wa Mafiga sekondari wanapoenda kwenye eh, mafunzo kwa vitendo, wanakutana na wataalamu ambao wamebobea katika field hizo tatu, yaani upande wa animal production, horticulture na crop production, kwa sababu hawa wanafunzi wanaofundisha, eh, wanafunzi wa kilimo wa digri ya kwanza wale technician technician hao hao wanawafundisha hao wanafunzi wetu wa sekondari ya Mafiga, kwao wanapata utaalamu wa hali ya juu kiasi kwamba ule utaalamu unawasaidia kuwajengea uwezo wa kujiajiri hata kuwa eh, kuwa eh, na uwezo mkubwa wanapoenda kwenye soko la ajira kwa sua eh, inaendana na dira ya ilani ya chama cha uchaguzi, ambayo inataka vijana wapate maarifa na ujuzi, na wakipata maarifa na ujuzi waendane na soko la ajira lililopo sasa. Nasua na inashirikiana na serikali kutekeleza agizo hilo. Kwa sisi kama wasaidizi tunahakikisha huu e, mpango wa serikali unatekelezwa vyema, e, ili kuweza kuwasaidia wanafunzi wetu waweze kupata maarifa na ujuzi wa hali ya juu katika sekta ya kilimo e, unapopata ile elimu kwa vitendo ni rahisi sana kujiajiri e, kuliko kusubiri kupata ajira. Kwa hiyo ndio maana idadi kubwa ya wanafunzi imeongezeka ukilinganisha na mwaka jana ni kwa sababu wanaona hii fursa ni nzuri zaidi. Eh, kuliko ukilinganisha na ule mkondo wa jumla, kwa sababu mwanafunzi anapomaliza kidato cha nne anakuwa na certificate mbili ya anakuwa na cheti cha NACTVET na cheti cha NECTA, kwa hiyo anakuwa na advantage kubwa ukilinganisha na wale, wale. Kuwepo kwa muunganiko kati ya shule hii na chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo Morogoro huenda ukachangia kwa kiasi kikubwa kupata wataalamu wazuri watakaoleta mapinduzi katika sekta ya kilimo na mifugo kwa siku zijazo. Jina langu ni, ni Teresia Mwanga, mwandaaji na msimuliaji wa makala haya.